Because it is going to work. Na mtazamaji, na baadhi ya mashirika ya kijamii kaunti ya Kwale yanasema kuwa visa vya ulawiti wa wavulana vimeongezeka katika kaunti hiyo na kuna haja ya dhuluma hizo kuangaziwa wakati ulimwengu unaadhimisha siku kumi na sita za kupambana na ukatili wa kijinsia. Mashirika hayo yanasema visa hivyo vimekithiri katika jamii japo wengi hawajitokezi kuviripoti ila wahusika kuchukuliwa hatua. Wakizungumza katika matembezi ya kuhamasisha umma eneo la Mwabungo, wanaharakati yao wamesema dhuluma hizo zinatekelezwa hadi katika sehemu za kazini, kwamba si kina dada na mama peke yake ambao kwamba wanapata dhulma, lakini pia kuna wanaume ambao kwamba anapata dhulma. Uh, kesi za uh, sodomi yani, uh, vijana kubakwa nyuma ya maumbile yao pia zimeanza zime, zime kukithiri hapa hapa Kwale county na tuseme mtandao mzima wa, wa Coast region. Kwa hivyo tunakemea Uh, dhulma za aina yote. Kama ni mtoto haendi shule kwa sababu ya jinsia yake, kama ni mtoto apewe nafasi ya kazi kwa sababu ya jinsia yake, kama kuna mtoto ananyimwa freedom fulani kwa sababu ya jinsia yake, ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu sodomi, sana sana sodomi, imekuwa ya juu sana sana sana, jambo ambalo sana sana sijui kama government kwa sasa wameanza kuitilia maanani, lakini ni jambo ambalo limekuwa likizungumziwa especially, kwa sababu unapata yule ambaye anakudhulumu ni mtu ambaye anataka kukupatia kazi kwa mfano, ama mtu ambaye akakona anaitwa nini authority, kutoka you ndio maana anakudhulumu so, tumeona hizo ni mambo ambayo yamekuwa yamekuwa ya juu sana, na ndio ni nafasi pekee ambapo utahamasisha jamii na itaelewa umuhimu wa haki na kwa nini dhuluma za kijinsia hapo nyuma zimekuwa zikikithiri, na pia kuambia jamii kwamba wasinyamaze, in case of anything, watu...